Wasiwasi wasi ulitanda kwa muda katika hospitali ya rufaa ya Garissa wakati shirika la msalaba mwekundu pamoja na mashirika mengine kuandaa zoezi la kutathmini viwango vya matayarisho ya kukabiliana na majanga wakati yanapotokea. Wagonjwa waliofika hospitalini kwa matibabu walishangaa walipotazama magari ya ambulensi yakiigiza ya kuwaleta majeruhi kwa dharura baada ya kupata ajali. Akizungumza baada ya zoezi hilo, mratibu wa shirika la msalaba mwekundu Daudi Ahmed amesema matayarisho hayo yanalenga kuwapa wahudumu wa afya uwezo wa kujiandaa kwa kila tukio wakati wowote wa ili kutoa kuokoa maisha ya waathiriwa.

We had a, a very successful uh, drill. Uh, the only challenge is that uh, we don't have a spine surgeon. That that that that is one uh, one unfortunate part that uh, we referred one patient to KNH because of that, uh, specialty that we are lacking. Otherwise, the, the drill was very successful. Thank ya pamoja